tuma ujumbe tu, siku ya Ijumaa. Tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba e, tuna, tuna, tuna, tuokoi tu roho tunaokoa hata e, maisha yetu ya kawaida tu, tunaongea nao. Kuna wale ambao wangependa kuongea na sisi, kuna wale ambao wangependa kuongea na mtu tu hapa studioni. Sisi tupo kwa ajili ya kufanya hivyo, takupigia simu tukutakia matashi mema siku ya kuzaliwa. Baadaye baadaye nikirejea, mpenzi msikilizaji, nikitoka maeneo ya Mwatate kule Voi, e, Voi, Mwatate, basi nitakuwa nakimbilia maeneo ya, ya e, Dodoma ama e, maeneo ya Tanzania e, tusikie yule mwingine anayesherehekea. Ni mtawa mmoja tunasoma naye katika chuo cha Tangaza pale, anasherehekea e, siku yake ya kuzaliwa. Angalau na yeye tumwimbie tu, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear scholar, happy birthday to you tutakunywa mbege tutakunywa mbege tutakunywa mbege, sister, tutakunywa mbege. Lazima tumwimbie tu na yeye aone raha ya kuimbiwa na wana radio Maria kwanza sana, aimbiwe na, na na mwenzake katika darasa la uandishi wa habari atafurahi sana. Na kuanzia Jumatatu nitakuwa naenda kafeteria kunywa tu chai ya free, kwa sababu nitakuwa nimemuimbia hapa. Mpenzi msikilizaji, tusikilize kibao hiki. Asante, twashukuru. Kisha nikirejea, tutakuwa tunaona namna ya kumfikia sister ama mtawa wetu Scholastica Tesha ambaye leo hii ndio basi anasherehekea siku yake ya kuzaliwa ama amesherehekea jana, maana nimeona watu wengi tu kama Hilary Werunga Isaac, nimeona Camila eh, Sikisenya, nimeona padri Lorenz eh, Mbugwa, nimeona padri Nicholas Kinywa, nimeona eh, Shambo Shambo mwenyewe, nimeona mtawa Violet na Kaimbi, nimeona mtawa Severine Mkanzinga, wote wakimtakia matashi mema. Hivyo basi, tutakuwa na padri George Mwaniki amekuwepo pia akitoa heri eh, eh, zake kwa wa Scholastica Tesha. Hivyo basi tutaruri kumpigia simu tumsikie, ni vipi anasema yepi. Msikilizaji, imetimia saa tatu nusu, tusikilize kibao hiki. Asante, twashukuru, kisha tukirejea, tak tunatafuta eh, mtawa wetu the... Mpenzi msikilizaji, umeniita Nimeitika wito eh, kibao eh, kinachoondoka pale na Bwana Osonga. Nimeitika wito, basi nilikuwa namtafuta mtawa eh, sister, eh, sister Tesha, eh, Scholastica Pantaleo Tesha, lakini sijampata na ilivyo kawaida yangu tu, lazima ujumbe utamfikia. E, maana najua popote alipo anaendelea kutusikiliza sisi hapa Radio Maria, na hivyo basi ni mpe tu ujumbe wake wa ya kwamba leo tunainua sauti zetu kama wana Radio Maria e, sauti za shukrani kwa Mungu tunapoyasherehekea ama tunapoisherehekea siku ya kuzaliwa ya mtawa ama Sister Tesha Scholastica Pantaleo, kioo cha imani na mshumaa wa matumaini wanagenzi ama wanafunzi wa chuo cha Tangaza wakiongozwa na Camillas Kisienya, Hilary Werunga, Mtawa Violet Nakaimbi, Mtawa Saverin Mkanzinga, eh Ryan Otieno, Padri Nicolas Kinywa, Padri Lorenz Mbugwa, eh Isaac, Padri George Mwaniki pamoja na Mishambo wa Shamba e, wanamtumia salamu za heri na baraka tele katika siku hii maalum Sister Tesha Pantaleo Scholastica, wewe ni zawadi kubwa, si kwa watawa wenzako tu bali hata kwa wanafunzi na wote unaokutana nao. Tabasamu lako limekuwa chemchemi ya faraja, likiwasha tena moto wa matumaini mioni mwa wengi. Maneno yako yenye hekima na maisha yako ya kujitolea yametufundisha kuwa upendo wa Mungu huangaza zaidi pale unaposhirikishwa kwa unyenyekevu. Tunakuombea sisi kama wana Maria, maisha marefu, baraka zizizo na kipimo, furaha ya kweli na afya njema. Sherehe hii iwe mwanzo wa mwaka mpya uliojaa matunda mema katika huduma yako kama mwandishi wa habari na pia mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Tangaza, lakini pia kama mtawa, kama neno la Mungu linavyotohakikishia: Bwana akubariki na kukulinda, Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, katika Hesabu sura ya 6 mstari wa 24 hadi 26. Heri ya kuzaliwa Sister Tesha Scholastica Pantaleo, nuru yako iendelee kuangaza. Huo ndio ujumbe wa Radio Maria kutokea hapa katikati mwa jiji la Nairobi. Tungependa kuongea nayo moja kwa moja, lakini kwa bahati mbaya hatukupati, lakini natumai siku nyingine utapatikana, na ukipatikana, basi tutafurahi sana na tutaongea na wewe sana. Hata hivyo sikosi kukuimbia tu happy birthday sister, lazima nikuimbie tu hata kama haupo.

Mbege, mbege, mbege ni, si, eh, mbege ni, ni aina ya, ya kinywaji, eh, kama mvinyo, mvinyo, mvinyo. Situtakunywa sasa si sawa sawa. Situtakunywa. Ama wewe utakunywa wewe? Kunywa ni wanywaji? Tutakunywa. Situ ni hapa Moshi tu tunaenda tunakunywa. Mbege ni aina inatengenezwa kutoka kwa ndizi. Ni kama ni kama busa na, na eh, yeah, kule wanatengeneza na ndizi, huku tunatengeneza na mahindi and si, yeah. Si so, Tutambete. Eh, hiyo ndizi. Si, si tuende wote. Si umeita manu kwenda Tanzania, nitakutoa elimu. This is another opportunity. Let's use this opportunity to go there. Twende in the name of Sister Scholar celebrating her birthday mm. na ni tuende tujivinjaru huko, tukunywe mbege, tukunywe konyagi kama inapatikana, na vitu vingine vizuri vizuri, sindio hiyo mm? E, useme e, shingo upande. Sema ukiwa na tabasamu. Tabasamu lako ni zuri, linanipa furaha na linanipa matumaini mimi hapa studioni. Sawa e, iko vizuri <laughs> <laughs> iko vizuri <laughs> vile tu iko vizuri. Ukicheka hivi, furaha yako ndio furaha yangu mimi. Ukinuna tu basi, mimi kwisha, imeisha. Hivyo basi tumwombee tu sister, heri njema, na mwaka huu uwe ni mwaka wa tofauti kabisa katika maisha yake. Tumutakie kila la heri wakati wote, aendelee kumtumainia katika Mungu na Mungu aendelee kumwonekania katika maisha yake akiwa hapo chuo kikuu cha Tangaza, sisi kama darasa kwa ujumla tukiongezwa na padri George Mwaniki tumeshamtakia yaliyo mema maishani, na hivyo basi Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki dada yetu dada Scholastica Tesha Pantaleo.